Karibu, tuendelee na menu tour, of course, tukiwa Triple Seven pamoja na Chef Wilson. Na sasa ni raundi nyingine ya msosi ambayo ametuandalia, ni samaki ya staili ya Makange. Kama nilivyokwambia, Makange ina historia ndefu. Leo tunaipata hapa hapa tukiwa 7, Chef Wilson. Yep. Maandalizi yakoje? Yako, fresh kabisa. mm -hmm. Tunaanza kuendelea sama samaki wetu yuko hapa. Samaki gani huu? Ni changu, changu. Fresh. okay. Kabisa kutoka okay. baharini hapa kwetu safi. Alafu hapa tuna hoho ndio tuna kitunguu eh, maji. mm. Tuna carrots tuna pilipili kidogo, yes tuna lemon fresh mm -hmm. Chumvi kidogouna mm, kidogo, siko pale tuna mafuta kidogo hapa mm, na tuna vinegar, mm. Eh, kwa ajili ya na hii ni sauce sasa ya nyanya. Ah, okay. right. okay. Nyanya tumechemsha kidogo kwa ajili ya kutengenezea. Tuko tayari sasa, tunaanza na samaki mm. Tuna, eh, tuna kidogo chumvi mm. Kwa samaki wetu. Kumtia season, season. Eh, season kidogo. Tumeshampasua tayari kama unavyoona, of course imeshapasuliwa Okay. Mafuta. Mm. Okay. Yeah. Mapani. Maana yake ni kwamba eh, tamgeuza tutamgeuza. Baada okay. Yes. Proper. Yes. Kidogo yapate moto. Mm. Yeah. Pale? Hapa tutapigia sosi yetu. All right. So nafikiri tukiendelea sasa na sosi wakati hii inaendelea kuchemka tuendelee mm. na Sosi yetu okay, ya makange sawa. Yes. Sosi yetu ya makange tunaanza na mafuta kidogo. Mhm. Mm. Mm. Alafu tunatia yeah, carrots kidogo. Sawa. Alafu tunasubiri zipate pate kidogo ku. Ya. Yeah. Karoti muhimu itangulia kwa sababu angalau, yeah. ni ngumu ngumu, yeah, ko ni vema ikitangulia. Yes. yetu yako tayari, tunazima kidogo moto kwa sababu una tabia ya kuruka. yes. Sasa tunaendelea na kitunguu. Sometimes hakuna kitu kizuri, unaangalia kama samaki anakaangwa, mambo ah, anakuita green pepper. Oho, inaendelea kule. Yes, endelea

Yes. Sasa weka cumbu mm, kidogo lau, tunaweka nyanya, sosietu ya nyanya. Sasa naona sosietu imekaa vizuri, tunaongezea huu ni mchuzi, eh, yeah, unaotokana na, na, na mifupa ya kuochemsha

Wow. Yeah. Mm-hmm. Yes. Unaipa muda kidogo, ili ili juisi iingie kwenye ule samaki. Kwa jinsi inavyoonekana vizuri sana, ukata na ugali sana unaona bana. Okay. Wanaopenda wanaopenda ndimu sasa, kuna hmm. wengine wanakwambia staki ndimu hey. Lakini makanje ni ndimu, ndimu baada ya muda kidogo, sosi kishapungua, tutakamulia okay. ndimu kidogo. Kama ukitaka pilipili nyingi mwanzo, tutaadi pilipili, tuiweka kidogo. Kama unapenda zaidi, tunaweza kuongeza pilipili Sawa. na mambo yanaenda vizuri tosha yeah. Kwa sababu amesema, wow. nakula na ugali mm. So tunaacha sosi kidogo. Ingekuwa e, na chips tungekausha zaidi, kwa sababu nakula na ugali mm. naona sauce. Kama kwa sauce, sos sauce hii inatosha okay. So, tunaweza kuoka sasa dim. ndimu mm. ndimu ya kutosha make makange ni ndimu, makange eh, makange ni ndimu <laughs> mm. Kitu toa kitu toa kitu, samaka makanga yetu iko tayari, tunaitia mm-hmm. Uh, kwa sahani, sahani sala oh. Na sosi yetu juu yake juu yake Ay, kwa watu wanaopenda unaweza ukaweka garnish kidogo ya ya ya eh spring onions, mm -hmm. kama garnish. Kama garnish. Mm -hmm. spring onions kama kama kama garnish garnish garnish, safi sana, yes, mzigo umekamilika, mzigo umekamilika. Mmm, samaki wetu ametisha. Okay, ungependa na ugali? Ugali eh, sawa sawa sawa, lete ugali ugali samaki makange. <laughs> Ewa, hmm. Hapa sasa safi. hmm. Tuanze na samaki yenyewe kwanza makange tuipate ni bala unaipata ile ten ya mbinu ya, ya, ya, ya, ya nini ya, ndimu ile unaipata vizuri, ile gwadu ya ndimu. Mboga mboga mboga zimeiva vizuri, zimeshikana na ile sosi. Samaki mwenyewe kwenye ngozi iko crunch, ndani iko very soft proper. Hayo utakupatia vizuri kwa ugali, oletonge kwa kwanza

Hiki mm. mm. ndio kitu kingine kitakacho kufanya useme mm. mm. mm. sio kile tu. Let's dig it. Mm. Mm. Bala lazima uje triple seven uje kujaribu makange ya samaki. Mwa. So that's it kwa leo. Nimepiga picha menu na nimepiga menu ndani ya 777. Of course hii ilikuwa ndio menu 2 na mimi ni Captain Gardner G. Habash. Tukutane tena next time.